Kandala ulikuwa ni mji wenye shughuli nyingi wenye watu walioamini kuwa urembo na nguvu za mwili ndizo zilizofaa kuheshimiwa. Katika soko kuu, watoto walicheka, wauzaji walipaza sauti zao na wenye mamlaka walipita kwa majigambo, lakini katikati ya watu hawa wote kulikuwa na kijana mmoja aliyedharauliwa na wengi. Jina lake lilikuwa Jabali. Jabali alikuwa kilema, mguu wake wa kushoto haukuweza kunyooka tangu alipozaliwa Alitembea kwa msaada wa fimbo na kila hatua yake iliwavutia watu waliotaka kucheka au kumhurumia. Alikuwa kimya, mwenye macho makali na kujiamini isivyotarajiwa kwa mtu aliyekuwa akitukanwa kila siku. Wangemleta kwa mganga zamani, huyo wanawake wangejigonga mashavuni wakimwona huyo, hana maana yoyote, atakufa maskini, wanaume walimnenea kwa dharau. Jabali aliishi na mama mmoja mzee aliyeitwa Bibi Nalia mchuuzi wa mihogo sokoni. Hawakuwa na mali nyingi, lakini walikuwa na utulivu wa ajabu. Usiku Jabali angewasha taa na kusoma maandishi ya ajabu yaliyokuwa kwenye ngozi ya mnyama aliyorithi kutoka kwa marehemu babu. Siku moja mji wa Kandala ulitikiswa na tangazo. Mfalme mkubwa wa milima ya Itundu aliyepoteza mwanawe wa pekee miaka 20 iliyopita alikuwa akitafuta mrithi wa kweli. Alisema kwamba mwanawe aliyetekwa alipokuwa mchanga aliwekewa alama maalum ya kifalme kwenye kifua chake, alama ya simba aliyechomwa jua kifuani. Mtu yeyote aliyekuwa na alama hiyo alitakiwa kufika mbele ya baraza la kifalme ndani ya siku saba. Watu walikimbia kuangalia miili yao, wengine walijichoma kwa moto kwa tumaini la kuiga alama hiyo, lakini hakukuwa na aliyeweza kudanganya mzunguko wa hatima. Lakini usiku huo Jabali alisimama mbele ya kio chake, akavua shati lake la zamani. Pale kifuani kwa ustaarabu wa ajabu, kulinga alama ya simba aliyechomwa jua. Bibi Nalia aliingia chumbani, machozi yakimtoka. Umefika wakati wako, mwanangu, alisema kwa sauti ya kutetemeka. Wewe si yatima tu. Wewe ni mtoto wa mfalme. Jabali alibaki kimya, lakini macho yake yalikuwa kama moto uliowashwa baada ya miaka mingi ya kusubiri mvua. Siku ya saba ilipowadia, mji wote ulikusanyika uwanjani mbele ya mahekalu ya kifalme. Waliosaka utukufu walipimwa, walipofeli, walitupwa kwa aibu. Mwisho, Jabali alisogea kwa fimbo yake. Umati ulimcheka, huyu anakuja kufanya nini hapa? Atoke, hana nafasi. Lakini kabla hajafunguliwa mdomo, walinzi waliona alama hiyo kifuani. Ukimya ulitanda. Mfalme mwenyewe alishuka kutoka kwenye kiti chake cha dhahabu, machozi yakimtoka alipomwangalia Jabali. Simba wangu, mwanangu, Kandala iligeuka kimya. Aliyedharauliwa, aliyebeuliwa na kuitwa Kilema alikuwa mtoto wa mfalme, mrithi halali wa milima ya Itundu. Miezi michache baadaye, Jabali alikuwa ameanza kushika hatamu. Hakuwa mwepesi wa kuadhibu, bali alisimamia haki. Aliwapa nafasi waliolelewa katika dharau kuelewa kuwa utu si umbo bali moyo. Aliwajengea shule watoto wenye ulemavu, alianzisha baraza la wanaonekana duni katika jamii. Hakuvaa dhahabu nyingi, bali aliendelea kutumia fimbo yake, si kwa udhaifu, bali kama kumbukumbu ya ushindi wake dhidi ya dharau. Na kila jioni alipokuwa akitembea sokoni, watu walinyamaza, si kwa woga, bali kwa heshima ya dhati kwa sababu kilema yule hakuwa wa kawaida, alikuwa mtaaji, mtoto wa kifalme. Funzo: usimdharau mtu kwa mwonekano au hali yake. Kile unachodhani ni udhaifu, huenda kikawa ndicho cheti cha utukufu wake.